katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiac. Leo ni siku ya kuchukua hatua kwa ujasiri. Mambo yanaenda kwa kasi, hivyo ni muhimu kudhibiti misukumo ya haraka. Katika kazi siku hii ya leo, kuna changamoto kazini zitakazohitaji uamuzi wa haraka. Fuata hisia zako, lakini usikose kubadilika. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mawasiliano ya wazi yatasaidia kuepusha migongano. Fanya jitihada kuelewa hisia za mwenza wako. Upande wa kifedha siku hii leo, fursa ya kifedha inaweza kujitokeza. Usichukue kwa pupa, chunguza kwa makini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, nguvu zako ziko juu. Fanya mazoezi au matembezi ili kupunguza msongamano wa nishati. Saa nzuri siku hii ya leo ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa tano kamili asubuhi na saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na moja kamili jioni. Rangi ya bahati ni nyekundu.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 Utulivu wako utasaidia wengine pia. Katika kazi siku hii ya leo, ushirikiano na wenzako utaleta mafanikio. Weka mipango ya muda mrefu kazini. Katika mapenzi siku hii ya leo, mahusiano yako yataimarika unapotoa muda na upendo wa kweli. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia matumizi yako. Fanya mipango ya matumizi kwa hekma. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jitunze, jipe muda wa kupumzika na kuzingatia lishe bora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 Upande wa kifedha siku hii ya leo, una uwezo wa kuona fursa, lakini hakikisha utoki nje ya mipaka yako ya bajeti. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kaa mbali na msongamano, pata muda wa utulivu na fikra binafsi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa tano kamili asubuhi na saa kumi na mbili kamili jioni hadi saa mbili kamili usiku. Rangi ya bahati ni njano. Nambari ya bahati ni tano. Mafusho ni lavenda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 Katika kazi siku hii ya leo, huruma yako inaweza kusaidia kupunguza migogoro kazini. Tumia sauti ya utulivu kwa kuwaongoza wengine. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, muda wa karibu na mpenzi wako unaimarisha uhusiano wako. Onyesha upendo kwa vitendo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, angalia matumizi madogo madogo, yanaweza kuathiri bajeti yako kwa ujumla. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, usiruhusu hisia kukusumbua kiafya. Tafuta muda wa kutafakari au kutembea karibu na maji. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa saba kamili mchana hadi saa tisa kamili alasiri na saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na moja kamili jioni. Rangi ya bahati ni nyeupe. Nambari ya bahati ni mbili. Mafusho ni rozi. Manukato ni vanila. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya samaki na nyota ya nge.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 Tumia muda kumshukuru mpenzi wako. Jambo dogo linaweza kuleta furaha kubwa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, pitia bajeti yako upya ili ifanane na malengo yako ya muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jaribu shughuli za kimwili zenye furaha kama kucheza au kuogelea. Saa nzuri siku hii leo ni saa tano kamili asubuhi hadi saa saba kamili mchana na saa kumi na mbili kamili jioni hadi saa moja kamili usiku.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 Leo ni siku ya kupanga na kuweka mambo sawa. Mambo yanahitaji umakini, yatafaulu kwa kushughulikiwa kwa utulivu. Katika kazi siku hii ya leo, fursa ya kuboresha utaratibu wako inajitokeza. Jihusishe na miradi inayohitaji umakini mkubwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, maelezo madogo yanamfurahisha mpenzi wako. Kuwa makini na mahitaji ya moyo wake. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha matumizi yako yako kwenye mipango hakuna haja ya gharama zisizo na lazima. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili na utulivu wa akili kama vile mazoezi ya yoga vitakusaidia sana leo. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa sita kamili mchana hadi saa nane kamili mchana na saa tatu kamili usiku hadi saa nne kamili usiku. Rangi ya bahati ni bluu bahari, nambari ya bahati ni nne. Mafusho ni sage, manukato ni chamomile au eucalyptus.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 Usawa kazini unapatikana kwa kushirikiana. Epuka migogoro kwa kuwa mwekezaji wa amani. Upande wa kimapenzi siku hii leo, uwepo wako wa utulivu na upole unavutia. Onyesha mapenzi kwa vitendo. Upande wa kifedha siku hii leo, kagua mikataba ya kifedha au ushirikiano unaoweza kuleta mafanikio. Upande wa kiafya siku hii leo, tafuta muda wa kutembea sehemu tulivu au kufanya mazoezi mepesi. Saa nzuri siku hii leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na saa tano kamili usiku hadi saa sita kamili usiku. Rangi ya bahati ni pinki. Nambari ya bahati ni sita. Mafusho ni rose. Manukato ni ravenda. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Ukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota nane katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiac. Leo ni, ni siku ya mabadiliko na nguvu za ndani. Fuatilia hisia zako kwa umakini, zitakuongoza kwenye mafanikio. Katika kazi siku hii ya leo, una uwezo wa kumaliza kazi ngumu leo. Tumia nguvu ya akili yako kuleta suluhisho. Katika mapenzi siku hii ya leo, ukaribu wa kihisia unaongezeka. Siku nzuri ya kuzungumza kwa undani na mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo uamuzi wa kifedha unaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako, kagua kila kitu. Upande wa kiafya siku hii leo, tafuta muda wa kutafakari meditation au kuandika hisia zako kutakusaidia. Saa nzuri siku hii leo ni saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi na saa nane kamili mchana hadi saa tisa kamili ya alasiri. Rangi ya bahati ni zambarau. Nambari ya bahati ni nane. Mafusho ni mirhi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 Katika kazi, siku hii ya leo, ubunifu wako unaweza kuibua suluhisho jipya kazini, fursa mpya zitaonekana. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, ucheshi na uhuru wako unawavutia wengine. Ongea kwa uwazi kuhusu matarajio yako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, tumia busara kwenye matumizi. Fursa ya kupata pesa kupitia maarifa ipo. Upande wa kiafya, siku hii ya leo,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 mpenzi wako anakutegemea kwa uthabiti wako, onyesha kuwa uko naye. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya tathmini ya bajeti yako na wekeza kwa uangalifu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, ratiba nzuri ya usingizi na mlo mzuri vitakufanya uwe imara zaidi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi na saa 9 kamili alasiri hadi saa 10 kamili jioni. Rangi ya bahati ni kijivu.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 Mawazo yako mapya yanaweza kuvutia watu na kuleta mafanikio katika kazi siku hii ya leo. Mawazo ya kisasa yatafungua milango. Fanya kazi na wengine kwa mafanikio makubwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mawasiliano ya kipekee yanajenga uhusiano wa kiroho. Usiogope kuonyesha hisia zako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, usikubali shinikizo. Tasmini kila jambo kabla ya kuweka pesa mahali popote upande wa kiafya, siku hii ya leo pata muda wa faraha na kujenga akili yako. Teknolojia au muziki vinaweza kukusaidia kupumzika. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja kamili usiku hadi saa tatu kamili usiku na saa saba kamili usiku hadi saa tisa kamili usiku. Rangi ya bahati ni bluu angavu. Nambari ya bahati ni saba. Mafusho ni pepe minti. Manukato ni eukariptas. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya mapacha. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka, hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiak. Leo ni siku ya kutafakari, kuota ndoto na kujiweka karibu na hisia zako. Uumbaji na huruma vinatawala. Katika kazi siku hii ya leo Intuition yako itakusaidia kuchagua njia bora kazini. Fuata sauti yako ya ndani. Upande wa kimapenzi siku hii leo, ukaribu wa kihisia unaongezeka. Eleza hisia zako bila kuogopa. Upande wa kifedha siku hii leo, tumia fedha zako kwa maadili na hisia. Usifanye maamuzi kwa hisia pekee. Upande wa kiafya siku hii leo, fanya shughuli zinazokupumzisha kiakili kama kusikiliza muziki au kuandika.